There is a choice to keep quiet, to be safe, uwe kwenye government, but there is choice ya kuwa eh, kwenye maumivu kwa sababu unapigania watu and we live by the consequences of the choices that we make, make. And they make a hard a uh, choice najua consequences zake. Kwa mtu asifikiri kwamba mimi nafanya vitu ambavyo sijui kama nimekatwa kichwa. No, na nimekuja kajuni nimea taratibu kupita hapa kwenu mpaka wote ni porous na mimi hapa ni kwetu, mzee kwetu ni yako hapo, hapo babangu kwa hiyo nimesoma hapa ni maharaga shule ya msingi hapo. I know this border ningetaka ni kuvuka hapa yeah, wewe usingeniona, Kajuni singe nobody singeniona, ndsim ngeniona niko Bondo. <laughs> na msinge nikamata na ningerudi na msinge nikamata. Sasa mimi sio muhalifu ndio maana, yeah, nimekuja Alafu mimi ni kiongozi, sio kwamba sikuwa na information uh, since yesterday uh, wana organize I knew it and they come, ili kuprove kwenye dunia kwamba tuna viongozi heartless ambao wanaweza kuzuia mtu kwenda kuzika. Ah. <laughs> <laughs> <laughs>